Watoto wata kufanya tengeleza maisha yako. Utaona mkono wa Mungu pamoja nao, utaona baba akitenda jambo la Mungu. Tukumbuka wazazi wetu waliotuzaa kutupa yes. si ndio? Na kuna mzazi aliyokulea kutoka chini, nani wa maana? Si aliyekulea ni mkubwa yes. ya kumbuke, amekuosha simama imara, msikilize. Bwana Yesu asifiwe. Maana yule yes, yes. aliyekuzaa akakuacha ajuu kwa ajuu cama yako inafikanga wapi? Achiwake kiatu yako na pembezoro na nini saanawez hapa. Kuna watu wako hapa wameng'ara vizuri kama kale hapa. Na mama yake anaenda kupalilia mmea huko ndani mbali. Isitoshe, hata ujazo wa roho kabisa, hata ujazo wa roho ashuke, hawezi kukusaidia, hawezi kusaidika. Saidia mama yako kwanza na baba yako, na wewe utasaidika. Ukitaka baraka tele, saidia waliokuzaa. Na utaona Mungu akifungua baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Mzazi wako wa pili ni wa kanisa anayekulea kiroho. Haleluya! majami mama anga tilikimpea 100, anasema asante, hata mimi 100, asante. Sai takinipea mia, nasema tu asante. Huwezi kuona kwa nini umenipa, umenipatia kidogo? Ah, nasema asante. Hiyo asante ina make something very special inaleta in kitu kikubwa, wapendwa, kama wale ambao wanatoa taiki hapa ndani ya madhabahu uonesewa asante sana, Mungu awabariki zaidi, musiwahi pungukiwa, musiwahi kosa, maana munamicheli kama mama yenyu muzazi. Baraka lazima zitamiminika kwenu. Baraka za Mungu hivyo. Hivyo unaweza kuuliza, shida ni nini? Mimi sifunguliwi, shida ni nini? Siwezi kupokea. When you are mom of home crying, when you are father of home crying, you are not successful. Huwezi pata chochote, hata utenda kazini wanachukua wengine, wewe una watu, kwa sababu kuna mambo ambayo hauyafanya vizuri. Kuna watu wako mali hapa caioiauzaziwaobeha

Kwa mahali hapo, wewe unasema ah, maisha mama na ya mama tu kwa. Please can you take your mom, let let you are good first. Mungu wako wa kwanza, it is your parents. Huyo ndio mungu wako wa kwanza. Mungu wako wa pili ni yule juu, wa tatu mama yako, bishop wako wakilu. Wengine anasema my baby is the first. Wamelaniwa. Bwana Yesu Yesu. Ati my baby first. Wow. Jamani ni mama, nipate wapi kama mama? Jamani ni mama. Bwana Yesu Yesu. I appreciate this woman. We we mafundisho we, na hata wewe mama ambao uko hapa, wakati pesa inapatikana unakuwa kichwa ngumu, unaambia msaidie, leto sote kwa mikono yako, hakuna ajopelekea mama yako. Na hata wewe na wewe umelaniwa. Kwa Yesu basi, kwa kuanza amwambie mzee wako please, kabla uja nunulia <laughs> marashi, Kabla ya kununulia mafuta kwa mama kuna sukari. Bwana Yesu asifiwe! Wangapi wa maiulizako tu hivyo nione wale yes, ambao wanachukua mafundisho mafundisha? Mungu wangapi wameulizwa hivyo, mzee usininunulia mafuta na laksuna na, na panga shoka na nini? mama yako umenunulia kitu? Wangapi wanauliza Mafundisho inaendanga tu kwa hicho. Mafundisho haingia kwa watu hapa. Wangapi wa mama wangapi wako hapa? Please, can you appreciate your mom? Can you appreciate your mom? If unapata kidogo my sister, my brother. Just

Going to change na yes. Kumbuka mama, utangaika mali yako unasema, ni kwa nini mimi sisaidiki? Ni kwa nini mimi ni sifunguliwi? Umemwacha mama yako, anatembea, ameishi na viazi. Maana nakumbuka kuna wakati mmoja, wakati ndio nilikuwa nimepata kijana na maisha ilikuwa sasa ni magumu zaidi, niko ushago Nakumbuka kwamba nimeolewa ndani mpo nyumba ni maolewa ndani na wasichana wengi, na ile nyumba kubwa msichana ni mmoja. Sasa ulikuwa unapata ya kwamba hao wasichana wanachani mama yao, na hiyo wakati niko katika hali ya magonjwa, mimi nimeisha jishira zimenimaliza ziwajeruu, najiuliza nitafanya nini? Saa hizi ukiniangalie, eh, ni zimbele zilichapa kama ya mashosho ule ambayo alimaliza kuzaa mwenyewe, ni tayari tu na chakula ambayo inakula, asubuhi napokia viazi, mchana ni viazi, jioni ni viazi. Ule mtoto kwa kuwa hakuna kitu cha kukula inabidi nitafune viazi iwe kama uji ndani ya mdomo wangu, maana alipo mdogo ndio niweze kumpatia aweze kukula. Lakini mama yangu yukwe wako jikoni, wanakula ugali, wanakula samaki, wanakula chochote kile ambacho wanazaa, hata nikisikia sikira kusema mtoto wangu huyu. Na sasa dunia hii ndio inahitaji watu ukoke na wabadilike